Kinachobadilika ni wanasiasa, na ninyi wenyewe mnaenda kwenye kura, mkashindanishwa, walio na uzoefu na wasio na uzoefu, walio na uzoefu wakashinda, ndio wameunda serikali. Mnasema they are not competent, how can this be? Serikali kwa maana ya government ha haiwezi kuruhusu watu wachache wakaharibu mstakabali wa taifa hili. Mfahamu George Masaju, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. George Masaju anaingia kwenye orodha ya wa Watanzania wachache waliobahatika kushika nafasi ya jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Cheo hicho alichoteuliwa Masaju na rais Samia Suluhu Hassan Juni 13 mwaka huu ni cha juu zaidi katika mhimili wa mahakama unaohusika na utoaji wa haki. Hata hivyo, huenda ukawa na maswali mengi kichwani kumuhusu jaji mkuu mpya anayetarajiwa kuapishwa Juni 15 Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Ondoa hofu, na haupo peke yako. Nukta TV tunakupatia fursa ya kumfahamu kiongozi huyu kwa undani ambaye amekuwa akihudumu masuala ya sheria tangu akiwa kijana. Masaju, kwa mujibu wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, alizaliwa Aprili 7 mwaka 1965 katika kijiji cha Bwai wilaya ya Musoma mkoani Mara kaskazini mwa Tanzania. Baada ya kuhitimu elimu ya chuo kikuu, aliajiriwa kuwa wakili wa serikali kuanzia Aprili 1994 hadi Oktoba 2006 alipoteuliwa na, na rais wa nne wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, kuwa mshauri wake wa masuala ya kisheria. Uteuzi huo ulizidi kumtengenezea njia ya kung'ara zaidi kiasi cha kumfanya ateuliwe kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali Oktoba 2009. Umashuhuri wa Masaju ulizidi zaidi baada ya kuteuliwa na rais Kikwete Januari 2015 kuwa mwana sheria mkuu wa serikali. Mimi George mchese Masaju, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa mwyangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katika jamhuri ya muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mjibu wa sheria. Ewe mwenyezi Mungu nisaidie. Masaju aliendelea na wadhifa huo baada ya kuwa mtu wa kwanza kuteuliwa na rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Magufuli Novemba 5 mara tu baada ya kuingia ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Akiwa AG, Masaju atakumbukwa kwa kushughulikia miswada mbalimbali ya sheria vizuri na mingine iliyopingwa vikali na wadau ikiwemo mswada wa sheria ya makosa mtandaoni Cyber crime 2015 na muswada wa sheria ya huduma za habari 2016 inayoendelea kukosolewa vikali kwa kudhoofisha haki za kikatiba ya waandishi wa habari na vyombo vya habari kutekeleza majukumu yao. Yeye ni miongoni mwa viongozi wachache waliokuwa na uwezo wa kukabiliana vikali na hoja nzito za kisheria bungeni toka kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Tundu Lissu, enzi hizo akiwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki. "Waheshimiwa wabunge, kama mnataka tuchukue hatua tukomeshe uchafu huu, tuanze na hawa walioko humu ndani ambao ni saizi yetu, halafu tuiambie, tuwaambie watakaoteuliwa kwamba mkawakamate na kuwashtaki na kuwafilisi wale ambao wameiba mabilioni haya wanaoiba wasiachiwe, wasi wakaenda kuzila hela za wizi wakaf. Mheshimiwa Mwenyekiti, ah, mi naomba kwa mara nyingine tena kwa heshima zote kushauri, umeshatoa mwongozo kuhusu hili swala. Sisi wabunge tunapopata fursa ya, ya kuchangia na tukiongozwa na kiti tuheshimu. Yaani navyoona hapa mnajipindua ninyi wenyewe. Mimi sitaki kujitetea, lakini jana nilisema nimetumia utaalamu wangu wote kutetea hadhi ya bunge hili lisiingiliwa na mihimili mingine. Hata hivyo, baada ya miaka mitatu kukatika, Rais Magufuli alimteua Masaju kuwa jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania Februari 1, 2018. Safari iliyomtoa katika wadhifa huo uliokuwa umempa pia hadhi ya ubunge licha ya kuwa mtumishi wa mahakama. Aprili 20, 2023 Rais Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa mshauri wa rais katika masuala ya sheria, yaani advisor to the president legal affair, huku akiendelea kuwa jaji wa mahakama kuu. Safari ya Masaju imekuwa yenye neema zaidi za uteuzi baada ya Januari 10, 2025 kuteuliwa tena na Rais Samia kuwa jaji wa mahakama ya rufani, akiungana na majaji wengine watatu walioteuliwa katika nafasi hiyo akiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Taarifa za bunge Nabainisha kuwa alitoa michango 36 akiwa mbunge na mingi ikiwa ni michango kuhusu masuala ya kisheria na ufafanuzi kuhusu miswada ya sheria iliyowasilishwa. Aidha, alihusika katika maboresho ya mikataba ya madini ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa kampuni ya Twiga Minerals Corporation, ambapo alihakikisha kuwa serikali ya Tanzania inamiliki angalau asilimia 16 ya hisa. Masaju ameteuliwa kushika wadhifa huo wakati ambao kuna shinikizo kubwa la utekelezaji wa haki jinai baada ya tume ya haki jinai kubaini uwepo wa malalamiko kuhusu ucheleweshaji wa kusikiliza mashauri yakiwemo yale yaliyowasilishwa mahakama kuu. Mahakama ya Tanzania kwa sasa ipo katika mikakati mbalimbali ya kuimarisha mifumo yake ili kuongeza ufanisi na uwazi, ikiwemo kuimarisha matumizi ya teknolojia katika kuharakisha mchakato wa utoaji haki. Kiongozi huyo ambaye atakuwa pia mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, atakuwa na kibarua cha kuimarisha maadili na ufanisi wa mahakama, kutokana na baadhi ya watetezi wa haki za binadamu kutuhumu kuwa huwa inaingiliwa katika utoaji wa haki, madai ambayo mahakama huyakanusha. Je, yeah, unatarajia nini kutoka kwa Jaji Masaju? Tuambie kwenye maoni yako. Jina langu ni Fatuma Huseni.